Pia, wakati huu wimbo unaandikwa, ilikuwa sio akili yangu tu mimi mwenyewe, kulikuwa kuna akili nyingi hapo collectively kuna, mm -hmm. akili ya, Abbah Process, mm -hmm. kuna akili ya process, kuna akili ya, kwa mfano mimi nikiwa nausikiliza huu wimbo mm -hmm. naona kila sehemu ambazo kila mtu alihusika mm -hmm. yes, kwa mfano ukianza kwenye eh um, um, umenishangaza umenishangaza hata nikipiga hesabu sipati jibu, huyu ni Abbah Process mm. <laughs> mpaka kwenye uzito eh. wa neema yako leo umefanya si kama sikamatiki tena wakicheki kwa rada zao hizo rada zao huyu ni magripa mm. <laughs> <laughs> pacha <laughs> yeah. kwa hivyo uh, he's my dad, I believe anytime that I need him whkadna mi nimehusika kwenye mziki niliacha huu e, wimbo akili zifanye za watu wengine wakawa na, na ni kama Mungu walikuwa wanaongea vitu ambavyo ni ushuhuda wangu mimi. Hiyo ndo ile maana ya kwamba Biblia inasema walipo wawili au watatu hmm, kwa jina langu, mimi nipo katikati yao. Nilivyokuwa nausikiliza mziki bado napata Yaani ile test ya dani yes. Uh, unasema wimbo umeandikwa na watu wengi wengi, mm. walikuwa wamekaa pamoja na uandika, ulikuwaje? Yaani mpaka tunaendelea kuipata ile test, ndio maana kuna sehemu nakwambia huyu wewe, lakini unaniambia hapana, sio hey, hata hiyo hey. ulisema uzito wa neema yako leo bado nakuona <laughs> uandishi au tofauti, yaani sana na wewe ndio hey, lakini imekuwaje kwamba wamepita mule mule, kwa sababu mimi na hao tuna historia ndefu, mm. mimi na imagripa tuna historia ndefu kwa hivyo anafahamu taste yangu, anafahamu nini ambacho nakipenda, anafahamu njia gani nielekee. mm. the same thing anafahamu history yangu, tunafahamiana kuanzia 2011 mm. Ni, mm. ni umri ambao sawa na, na, na Emma, eh, beza ama beza, ama, yeah. ama gripa au, <laughs> mchungaji, <Emma. laughs> mchungaji mchungaji mchungaji Materu. Kwa hivyo ilikuwa easy, na Abbah Process ni mtu ambaye nimeshafanya naye kazi before kwa hivyo wow, wao kufanya kazi na mimi ilikuwa ni kama privilege. Mm. Ndio maana wameweza ku blend in. Mimi nimehusika sehemu chache kabisa, Kam, mimi kama mimi nikiwa kama underground underground na miaka karibu 11 kwenye kwenye muziki kaka. <laughs> mimi nikiwa kama underground niliacha Mungu atumike ndani ya wale watu pale mm na kweli kweli nametumika kweli kweli mimi na nahusika na kwenye mikia tu okay. Eko leo okay. Sikamatiki tena huyo mimi huyo kabisa mm. Na, backings zile. Ehe, na, mzee, na na mzee Tale Tale, na zile na zile mzee Tale Tale bwana mzee Tale Tale mm. mm. <laughs> Alikuja akasema hakuna uh, Wamasai ambao wanafanya gospel kama wewe mm. Kwa hivyo kwanza mzee Tale Tale yeye Tale, mm. alisema kwamba nendeni kule jimboni kwangu watawapokea, okay. Kule kuna ndugu zako kwa eh. Hiyo mzee Tale Taletale alihusika zaidi kuni connect no, na Masai, ndugu zangu kabisa yes kwa okay. Hiyo kule Ngerengere, mimi sasa hivi nikienda nyumbani nyumbani naanza kupokelewa kabla sijafika mm. Yes.